i kwa ujumla tunaweza kusema kwamba si shwari sana kusababu, kwa sababu pamoja na kwamba kulikuwa na taarifa za mapema katika siku za karibuni za Israel kutoa vitisho vya kushambulia vituo vya nuklia na vya kijeshi vya Iran na maonyo mbalimbali yaliyotolewa pia na Rais Trump kuhusiana na suala hilo pia, lakini kwa inavyoonekana ni kwamba Iran haikuwa imetegemea kwamba mashambulio hayo bila kuwepo na utangulizi wowote, na hasa katika mazingira haya ya kwamba tayari mazungumzo yasiyo ya ana kwa ana ya nyuklia baina yake na Marekani yalikuwa yanaendelea, na makubaliano yalikuwa ni kwamba siku ya Jumapili duru nyingine ya sita mazungumzo hayo yamefanyike nchini Oman. Kwa hivyo shambulio hili kwa mtazamo wangu au kwa mtazamo wa baadhi ya hata wachambuzi wa mambo linaonekana kwamba lina hali na mwelekeo wa kushtukiza kwa Iran, ilikuwa kwa hakika na kwa sababu hiyo kwa kuwa lililenga pia maeneo ya raia na kwa mujibu hata taarifa za awali zisizo rasmi watu zaidi ya sabini wameuawa na watu wasiopungua wa mia tatu wamejeruhiwa. Eh, hali kwa ujumla imejenga hali fulani ya hofu kwa namna fulani na hasira kwa raia mm, wa kawaida. Naam. Uh, Mohamed Abdurahman tunaita ni nini hiki sasa? Je, ni vita imeanza rasmi kati ya Israel na Iran na inaelekea wapi? Wakati huo, tunajua kuna vita pia Israel kule Gaza. Unapozungumzia vita kati ya Iran na Israel i nafikiri vita hivyo vipo siku nyingi e, lakini vimekuwa vikipiganwa hatua kwa hatua. E, utaona kwamba hata shambulio hili la leo lilikuwa ni shambulio ambalo halikutarajiwa. Kilichonisikitisha zaidi ni kuona kwamba waziri wa mambo ya mcheza wa Marekani e, Rubio anasema kwamba Marekani haikuarifiwa na mapema. Siamini kabisa kwamba Israel ingeweza kuchukua hatua kali za aina hiyo, hatua zinazohatarisha amani iot kati ya hatarisha amani katika eneo zima la Ghuba. Mimi naamini kwamba ni mkakati ambao umepangwa, lakini aliachiwa Israel kama ng'ombe wa kafara, ndio atekeleze shambulio hilo. Vile vile inasikitisha kwamba nimekuja wakati Jumapili panatarajiwa au pakitarajiwa duru ya sita yale mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Uh, lakini sasa Abdul Fatah, nini hasa unadhani kini cha mashambulizi haya mapya Iran ilofanya dhidi ya Israeli ambayo sasa na yenyewe inalipiza kisasi, ni masuala ya nyuklia haya ama kuna kingine? Mashambulio ya Israel dhidi ya Iran kimsingi hasa lengo lake ni kufanikisha mkakati hasa wa Marekani, kwa sababu kwa upande wa ndani ya Israel, pamoja na kwamba inasemekana kwamba waziri mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu si vita vya Gaza tu lakini hata mashambulio ambayo Israeli imekuwa ikifanya maeneo mengineyo na sasa Iran, yanalenga zaidi maslahi yake ya kisiasa kumwezesha kubaki madarakani. Lakini kwa hakika, utaona hata alikuwa waziri mkuu wa Israeli pia ameunga mkono eh, hatua hiyo ya jeshi la Israeli kushambulia Iran. Na kama utafuatilia ujumbe ambao Rais Trump ameutuma katika mtandao wake wa social truth, mm -hmm. ni ujumbe ambao memaliza maelezo yote kuonyesha kwamba Israel haikuchukua hatua hii kwa upande wake binafsi, kwa sababu rais Trump alikuwa akisema karibuni kwamba Iran ijihadhari, uende ikakabiliwa na hali mbaya zaidi endapo haitakubaliana na msimamo wetu ambao ni mstari mwekundu wa kutaka iachane kikamilifu na mipango yake ya nyuklia. Lengo hasa linavyoonekana ni lile la kukamilisha ule mduara au mnyororo wa muda mrefu ambao ulikuwa umelenga mataifa ya Kiarabu katika eneo la Mashariki ya Kati, kuba ya Wajemi na kaskazini mwa Afrika, ambayo yamekuwa yakisemekana kwamba hatima yake ya mwisho ni kuilinga Iran. Muhammad Abrahman, Israel na Iran walifanya mashambulizi ya kila mmoja waziwazi, uh, -wazi kwa mara ya kwanza mwaka uliopita Aprili na, na Oktoba pia, na kulikuwa kuna vita kivuli, tunaweza kuita hivyo, ya muda mrefu. Vita hii ya sasa inakwenda wapi? Vita hii sasa inaelekea kule kule. Na inaelekea kule kule, kwa sababu sidhani kama Iran itakuwa tayari kudhalilishwa mbele ya jumuiya ya kimataifa. Kwa hivyo, mimi nahisi kwamba hivi ni vita vinakwenda taratibu na madhumuni yake hasa ni kuivuruga tu mazungumzo ya amani ambayo yalikuwa yaanze tena huko Oman Jumapili, na ni katika mkakati ule ule wa kufuta wakati na huku kuendelea na kile ambacho wamejipangia zaidi ya Iran zaidi ya Gaza na zaidi ya Wapalestina. Rais Trump amesisitiza kwamba hayuko tayari kuiona Iran ingawa lugha anayotumia kwamba iyo ni, kwa ni silaha za nyuklia lakini amesema hayuko tayari kuiona Iran kwamba inabaki kuwa na uwezo wa kurutubisha madini ya urani, na Iran wake, kwa upande wake imesema kwamba huu nao ni mstari mwekundu kwake, haiko tayari kuachana na mpango wake wa nyuklia. Kwa hivyo hiki ni kisingizio ambacho Israeli imekitumia kwa sababu inapata uungaji mkono kamili wa Marekani katika swala hili ili kuweza kuanzisha kivita kamili na tarasmi dhidi ya Iran kwa sababu maafa ambayo yamesababishwa Iran hasa ya kuuliwa kwa viongozi wa juu wa kijeshi na vile vile wanasayansi wasiopungua wa sita wa nyuklia yote yanaonyesha kwamba lengo la vita hizi ni lengo kubwa na pana zaidi, na kama alivyosema Mohamed Abdurrahman kwamba Iran nayo haionekani kwamba itakuwa ni rahisi itakubali kudhalilishwa katika suala hili, kwa sababu tukisema kwamba pengine ni mashambulio baina ya pande mbili, tukumbuke kwamba Israel ndiyo ambayo iliyoanza kushambulia Iran katika matukio ya mara mbili yaliyopita. Iran nayo ikajibu mashambulio, lakini baada ya hapo, baada ya Israel kushambulia Iran, Iran ndio ambayo ilikuwa inasubiriwa kwamba ichukue hatua ya kulipiza kisasi tena kwa Israel, lakini Iran kabla haijafanya hizo hivyo, Israel imeamua kuchukua hatua hiyo, na sasa litulewa, kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa ni kwamba mashambulio haya sasa ndio kwanza ameanga ameanza kwa, na si ajabu kuanzia usiku wa leo yakawa ndio makubwa na mapana zaidi.